Tunapoanza safari leo, Injili zote nne zinaandika kile kinachomtokea Yesu sasa baada ya mahakama kuu ya Israeli kumkuta na hatia ya kudai kuwa mwana wa Mungu. Tukianza na Mathayo sura ya 27 mstari wa 2, tunaambiwa kwamba umati unamchukua Yesu akiwa amefungwa na kumpeleka kwa gavana wa kirumi Pilato. Yohana 18 inaandika kwamba Pilato anatoka nje kuja kwao na anataka kujua ni mashtaka gani wanamletea ya mfungwa huyu. Katika Luka sura ya ishirini na tatu mstari wa mbili tutaendelea hapo kwenye simulizi za Injili. Inasema tumemkuta mtu huyu akipotosha taifa letu na akitukataza kutoa kodi kwa Kaisari na akisema yeye mwenyewe ni Kristo mfalme. Sasa Pilato anashikilia lile shtaka la mwisho na anamuliza Yesu hapa katika mstari wa tatu, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Sasa Injili ya Yohana inatuambia kwamba Pilato alimrudisha Yesu ndani ya makao yake ili amuulize maswali machache zaidi faragani. Sasa Pilato anataka kujua kama Yesu ni ni tishio la kisiasa. Je, kweli yeye ni ni mfalme mfalme wa Wayahudi? Na Yesu anamjibu kwa utulivu kwamba yeye ni mfalme, lakini anamhakikishia Pilato kwamba yeye si si aina ya mfalme ambaye Pilato anapaswa kumwogopa. Yeye, yeye si tishio yani kwa Pilato au kwa Roma. Sasa katika simulizi la Yohana sura ya 18 mstari wa 36, Yesu anamwambia Pilato mara mbili kwamba ufalme wake si wa dunia hii. Kisha anaendelea kusema katika mstari wa 37: kwa ajili hii nimekuja ulimwenguni ili kutoa ushuhuda wa kweli. Kila mtu aliye wa kweli huisikiliza sauti yangu sasa kama pilato hana wazo kwamba anazungumza na yule ambaye ndiye kweli anamuuliza yesu hapa katika mstari wa thelathini na nane kweli ni nini unaona pilato yuko katika utamaduni kama wetu wa leo ambapo ukweli basi ni wa kubadilika chochote kilicho kweli kwako ni kweli hata kama ni tofauti na ukweli wangu na tunaweza wote tukawa sahihi lakini kwa kweli wote wawili tunaweza tukawa tumekosea lakini Pilato hataki kubishana kuhusu falsafa ya ukweli na Yesu, hivyo anarudi kwa umati na anasema hapa katika mstari wa 38, sioni kosa lolote kwake. Kisha tukirudi Luka sura ya 23 mstari wa tano, umati unajibu, anawachochea watu akifundisha kote Yudea kutoka Galilaya hadi hapa. Ah, kutajwa kwa Galilaya hadi mahali hapa, hilo linampa Pilato wazo Anaweza kumkabidhi Yesu kwa Herode Antipa, mtawala wa Galilaya, na kwa bahati nzuri yuko Yerusalemu wakati huu. Hivyo Pilato anampeleka Yesu akakutane na Herode. Mistari ya sita hadi kumi na moja inaonyesha kwamba Herode anafurahi kumwona Yesu, lakini anataka Yesu afanye muujiza wa aina fulani. Unaona, Herode anataka onyesho la uchawi kidogo, na Yesu hataki kumfanyia hivyo. Yesu hata anakataa kuzungumza wakati Herode anamhoji na hili linamkasirisha Herode. Mwisho wa siku, anamdhihaki Bwana, kisha anamrudisha Yesu kwa Pilato. Basi Pilato anakumbuka jambo lingine tena. Anabuni mpango mdogo wa ujanja ili kumtoa huyu kwa mtazamo wake rabi asiye na hatia na aliyepotoka mikononi mwake. Hivyo anawaambia umati katika Yohana sura ya 18 mstari wa 39, mna desturi kwamba niwaachie waachie mtu mmoja wakati wa Pasaka. Mathayo sura ya 27 mstari wa 17 inasema kwamba Pilato anawapa umati uchaguzi, anaweza kuwaachia aidha Yesu au yule mfungwa anayemshikilia aitwaye Baraba. Hapo awali Warumi walikuwa wamemkamata muuaji aitwaye Baraba na Pilato ana uhakika kwamba watu wangependelea Yesu kuliko huyu mtu hatari. Mathayo anaongeza maoni kidogo katika simulizi lake akionyesha kwamba hamu ya Pilato kutafuta njia ya kumwachia Yesu pia ilichochewa na ujumbe kutoka kwa mke wake. Mke wake alimwambia, usijihusishe kabisa na mtu huyo mwenye haki, kwa maana leo nimepata mateso mengi kwa sababu yake katika ndoto. Sasa hatujui kama ndoto hii ilitoka kwa Mungu, lakini Pilato, kama Warumi wengi waliokuwa na imani za kishirikina, atachukulia ndoto ya mke wake kwa uzito. Sasa kwa hayo, turudi kwa Baraba kwa muda mfupi. Jina Baraba linaweza kumaanisha aidha mwana wa baba au mwana wa rabi. Kwa kweli hii ilikuwa njia ya kawaida ya kumtaja mtu kama vile Yesu alivyomwita Simoni Petro kama Simoni Bariona. Yaani Simoni mwana wa Yona. Naam, ninaamini kwamba Baraba alikuwa kweli mwana wa rabi. Alikuwa kile ambacho leo tungeita mtoto wa mchungaji, lakini ni wazi alikuwa mpotevu. Kuna jambo lingine la kuvutia kuhusu jina la Baraba. Tafsiri za kale za Kisiria na Kiajemeni za Agano Jipya zinampa Baraba jina la kwanza. Kwa Kigiriki ni jina Yesos Yesu. Naam, hili lilikuwa jina la kawaida siku hizo. Ni sawa na jina Yoshua. Linamaanisha mkombozi au mtoa wakovu. Sasa ngoja ni kuambie, taifa la Israeli halikuwa halijui kuhusu Baraba. Yaani, ana rekodi ya uhalifu ndefu sana. Kama vile Mathayo anavyomrejelea kama mfungwa maarufu. Marko anasema kwamba Baraba alifanya mauaji, katika Marko sura ya 15 mstari wa saba. Luka anasema kwamba Baraba aliongoza uasi mahali fulani huko katika eneo hili, alikuwa anaongoza uasi dhidi ya Warumi hiyo iko katika Luka sura ya 23 mstari wa 19. Sasa Yohana anamrejelea tu kama mnyang'anyi katika sura ya 18 mstari wa arobaini. Yote hayo ni kusema kwamba Baraba hakuwa mtu mzuri sana. Kwa hiyo katika tukio hili la kusisimua, hapa una Yesu Kristo na Yesu mwana wa rabi. Unaweza kufikiria ucheshi wa Pilato anapouliza umati wachague ni nani wanataka achiliwe: mnataka Yesu mponyaji au Yesu muaji? Na umati unamchagua Baraba. Basi, ngoja ni kuambie, angekuwa shujaa kwa Wazeloti, wale Wayahudi wenye msimamo mkali wa utaifa waliotaka kuondokana na utawala wa Kirumi. Walimpenda Baraba. Baraba alikuwa kama Robin Hood wao, alikuwa kile walichokuwa wanakitafuta kwa masihi. Yeye ndiye mkombozi, mtoa wokovu waliomtaka na kwa viongozi wa kidini, hawakutaka vurugu za Baraba na Warumi, lakini walimchagua Yesu Baraba kwa sababu hawakutaka Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa hilo, Pilato anauliza wanataka afanye nini na Yesu Kristo, nao wanamjibu hapa katika Mathayo sura ya 27 mstari wa 22 asulubiwe. Na Pilato anapouliza kwa nini, amefanya uovu gani? Mstari wa ishirini na tatu unaandika wakapaza sauti zaidi, asulubiwe. Kwa kweli lugha ya Kigiriki inaonyesha kwamba waliendelea kupiga kelele, wakipiga mbiu hii, msulubishe, msulubishe, msulubishe! Kwa maoni yangu, msalaba wa katikati pale Golgotha ungekuwa wa Baraba. Inawezekana kabisa kwamba wale wezi wawili waliokuwa kila upande wake walikuwa ni wanachama wa genge lake. Kwa kuachiwa kwa Baraba kwa kweli ni mfano mzuri wa Injili. Ushawahi kufikiria kwamba yeye anaonyesha ubinadamu? Amehukumiwa, akisubiri hukumu ya mwisho. Lakini huko nyuma katika Luka sura ya nne mstari wa kumi na nane na Yesu alikuwa tayari amesema kwamba amekuja kutangaza uhuru kwa mateka, na hicho ndicho hasa Yesu anachofanya hapa. Sasa hatujaambiwa kamwe Baraba alijibu vipi kwa askari gerezani wakati mlango wa selo yake ulipofunguliwa, lakini unaweza kufikiria nami jinsi Baraba angeweza kujibu. Angeweza kusema hapana, mimi nimefanya dhambi kubwa sana. Unajua, mimi ni mimi ni mhalifu maarufu, mimi ni, ni muuaji. Mimi ndiye namba moja kwenye orodha ya wahalifu wanaotafutwa zaidi na Warumi. Hakuna njia yoyote ninayostahili kutoka gerezani. Wapendwa, si ajabu kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, kwa wale waliokuwa kwenye foleni ya kunyongwa, kwa watu wenye hatia kama mimi na wewe. Baraba pia angeweza kusema kitu kama unajua nini, mimi si mwenye hatia na sitatoka kwenye selo yangu mpaka Pilato aniombe msamaha na atangaze kwamba mimi ni msafi. Kuna watu wengi leo hii ambao hawataki kukubali kwamba wao ni wenye dhambi, wenye hatia. Wanagoma kukubali hukumu ya Mungu na kwa sababu hiyo hawataki msamaha wa Mungu. Wananikumbusha yule mchekeshaji wa zamani ambaye alikuwa anaangalia picha zake za tirai na daktari wake mchana mmoja na daktari akamwambia, habari ni mbaya sana. Utahitaji upasuaji wa moyo wazi. Utakuwa na maumivu. Itagharimu maelfu ya dola. Yule mwanaume alifikiria kwa muda kisha akasema, sikiliza, daktari. Kwa shilingi mia moja unaweza tu kurekebisha picha zangu za tirai. Hivyo ndivyo watu wengi wa kidini wanavyofanya leo hii. Wanaenda kwenye mahekalu yao, masinagogi yao, misikiti yao, makanisa yao, na wanajaribu tu kurekebisha picha zao za tirai. Kinachohitajika ni upasuaji mkubwa wa moyo. Unaona wapendwa, tumeugua dhambi kwa kiwango cha kutishia maisha. Inahitaji kukiriwa na kuungamwa, halafu kusamehewa. Kama unataka kutoka gerezani na kuingia mbinguni, kubali dhambi yako na uombe neema ya Mungu na umwamini mkombozi Yesu Kristo. Baraba alitakiwa afanye nini ili aachiliwe mchana huu? Alichotakiwa kufanya ni kutoka tu kwenye selo yake na basi. Kwa nini?